Mgeni rasmi nimekuja hapa kama mme wa mwanamke, nimekuja hapa kama mme wa Veneranda, nimekuja hapa kama baba wa mwanangu pekee wa kike asili ya Tanzania, nimekuja hapa kama kaka wa dada zangu wote wakiwemo akina Grace, akina akina Maggie nimekuja hapa kama mjomba wa watoto wa dada zangu. Nimekuja kwenye sherehe kubwa ya kina mama kumwadhimisha mwanamke wa dunia na mwanamke wa Tanzania. Naomba kutoka ndani kabisa moyo wangu nitambue mchango wa kina mama katika maendeleo ya taifa letu ko a mgeni rasmi, hakuna maendeleo ya Tanzania bila mama, hakuna maendeleo ya nchi yetu bila wanawake. Wanawake nimekutana nao ziwani wakivua samaki, wanawake nimekutana nao hospitali wakijifungua watoto, wanawake nimekutana nao vitani, mstari wa mbele, wameshika bunduki wanapigana wanawake nimekutana nao mashuleni wanafundisha watoto wetu, wanawake nimekutana nao hospitalini wakiuguza wagonjwa, wanawake nimekutana nao kwenye ofisi zetu za halmashauri, ofisi za serikali na katika chama na katika uongozi, wakiongoza nchi, wakiongoza bunge, wakiongoza wilaya. Wanawake nimekutana nao katika kila ngazi ya maendeleo ya nchi. Hakuna maendeleo ya taifa bila maendeleo aake. Mlipokutana mwaka tisini na tano kule Beijing mama yangu jetu Mongella alipoandaa mkutano ule, nyinyi wakina mama mlionyesha kwamba mnahitaji kupiga kelele na kuzungumza kwa sauti kuhusu haki zenu. Tangu wakati huo mpaka leo bado mmeendelea kupiga kelele kuhusu haki zenu na leo mmekutana hapa kwa umoja wenu mpige kelele tena kuhusu na, nawapongezeni sana. Mimi kama mbunge wa Buchosa nathamini sana mchango wa wanawake kwa maendeleo ya jimbo langu. Nikienda Ruhama sasa hivi takuta akina mama wanaanika dagaa, nikienda Kanyara sasa hivi kuna akina mama wanaanika wakina mama wanasomesha watoto wetu, wakina mama wanapikia chakula nyumbani, wakina mama wanalea watoto, wakati akina baba tuko bize na mambo mengine. Kwa hiyo mlipotamka mwaka tisini na tano kule Beijing ya kwamba hakuna maendeleo bila mama, mimi nakubali mpaka leo hii. Nachukua nafasi hii kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua kubwa ambayo imepiga katika kumthamini mwanamke. Nampongeza sana Rais Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa kwanza mwanamke, mpigieni sana mkono. Idadi ya wanawake katika ngazi za uongozi imeongezeka kuliko wakati mwingine wowote wa kwa mara ya kwanza tumeshuhudia rais mwanamke. Hivi ninavyoongea tunao wakurugenzi wa uhamiaji wanawake hivi navyoongea tunaomba brigadia katika jeshi yetu wanawake. Kazi kubwa imefanyika, asilimia ya wanawake hatujafika hamsini kwa hamsini lakini anga yao tumefika thelathini kwa sabini. Wanawake oe wanawake oe, Mweshimiwa mkuu wa wilaya, hivi karibuni nilipata nafasi ya kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa wa kujadili juu ya maendeleo endelevu tulipofika kwenye kujadili lengo namba tano juu ya usawa wa kijinsia tuliona dunia bado iko nyuma sana kwenye swala la usawa wa kijinsia. Tunayo kazi kubwa kwa umoja wetu kuhakikisha wakina mama wanapata nafasi katika nafasi za uongozi wa taifa letu. Ni kweli ulio wazi, niwaambie ukweli, mama zangu, jambo ambalo inawezekana hamlijui na kwa muda mrefu limefichwa msilifahamu. Wanawake wana akili nyingi kuliko wanaume. <laughs> hayo sio maneno ya Shigongo, hayo ni maneno ya utafiti ulifanyika na chuo kikuu cha Harvard. Wakathibitisha kwamba wanawake wana high emotional intelligence. Tafsiri yake ni nini? Wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kudhibiti Yeah. Na kiongozi mzuri ni yule mwenye uwezo wa kudhibiti hisia. Ni mwanamke peke yake anaweza kuwa anapika, wakati huo huo anasimamia homework ya mtoto, wakati huo huo anahakikisha baba mambo yake yanaenda vizuri. Mwanamke peke yake anaweza kufanya kazi nne kwa wakati mmoja, uongo kweli? Ukitaka kumchanganya mwanaume mpe kazi nne wakati mmoja azifana atakuwa mkali kupindukia. Lakini wakina mama jipigeni makofi, mna uwezo mkubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu nimepata nafasi hii na ninafahamu wakina mama nchi nzima watasikia mazungumzo yangu, nataka niwaambie wakina mama, simameni imara kudai haki zenu, msibakie kusema mkiwezeshwa mnaweza jemnataka wawawezesha wakiwa wasipowawezesha wa jiwezesheni msipowezeshwa ili hatimaye mweze kutimiza ndoto zenu. Wanaume wanajua wote waliokaa hapa, akiwemo na diwani wenyeunge anajua ninachokisema ya kwamba akina mama kwa o danganiya Adamu akayatunda. Uongo kweli? kwa sababu Adamu alikuwa anajua ausiku kwende tunda, alikuwa hajui? Alikuwa anajua, lakini alipoambiwa kula tu kidogo, mme wangu akala bila kujiuliza. Uongo kweli? Wanawake m, wanaume wanajua, Samsoni alidanganya na Delila. Uongo kweli? Hiyo akili ya mwanamke kumdanganya Delila, hata nyinyi wanawake mnaweza kutudanganya sisi leo. Uongo kweli? Sasa kwa sababu hiyo wanaume, tulipogundua uwezo wenu tukapanga mpango mpango wa kuwanyang'anya huo ujanja, ukaja mfumo dume kuwafanya wanawake wajisikia wako chini, na nyinyi mkakubali. Lakini mlipokutana Beijing mlisema hamkubali. Kwa hiyo leo nawahimizeni akina mama, mimi naongea kwa wanaume, naamini wanawake wakiendelezwa, jamii nzima imeendelezwa Familia moja ikiendelezwa yenye mwanamke aliyesoma jamii nzima imesoma, na dunia nzima imesoma. Kwa hiyo maendeleo yanaanza na wanawake. Kwa hiyo mama zangu, mimi na nyamaza na kaa, nawahimizeni, nendeni mkapambane, na sisi wanaume tupunguze mfumo dume, tuwape nafasi wanawake wetu waweze kutimiza majukumu yao. Asanteni kwa kusikiliza.